Hujambo na karibu kwenye kinaga Ubaga. Jina langu ni Rashi Chilumba. Chama kidogo cha siasa nchini Tanzania cha ukombozi wa umma kwa kifupi Chaumma hivi karibuni kimepata kile wataalamu wa siasa wangeweza kukiita mafanikio ya kihistoria, baada ya kupokea kundi la viongozi na waliokuwa wanachama wa chama, chama kikuu cha upinzani nchini humo cha demokrasia na maendeleo Chilima. Chama cha Chaumma ambacho tangu kilipoanzishwa zaidi ya miaka kumi iliyopita hakijawahi kutoa ushindani wowote mkubwa katika chaguzi mbili zilizotangulia, hivi sasa fanya mikutano mikubwa kila kona ya Tanzania na wanasiasa vigogo waliohamia kutokea Chadema wamepewa nafasi za juu ndani ya chama hicho. Kwenye Kinango baga leo nimemkaribisha Hashim Rungwe. Yeye ni mwenyekiti wa Chaumma. Ni nani au kitu gani kipo nyuma ya mafanikio haya ya ghafla ya chama cha Ukombozi wa Umma? Ndugu Hashim Rungwe kiongozi mm -hmm, wa chama wa umma, cha ukombozi wa umma cha umma nchini Tanzania, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga. Mm -hmm. Yeah, asante sana, Kinaga Ubaga. Ndugu Rungwe, wiki kadhaa zilizopita tumeshuhudia wimbi kubwa la chama chako kikipokea wanasiasa vigogo waliokuwa viongozi ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha demokrasia na maendeleo Chadema na mara moja chama chako inaonyesha kimekuwa na kimepata mvuto mpya. Mmeshuhudia mnafanya mikutano mikubwa nchi nzima. Utakubaliana na mimi nikisema kwa mara hii Chaumma ni kama mmeokota embe chini ya mnazi. Ndugurungu, nafikiri umesema <laughs> vizuri tu. Wamekuja kwetu, wameona vyama vingine, wamepita, wamezunguka, ameona, wakaja kwetu, wakatoka, wakazunguka, wakarudi tena, nasema bana, sasa hapa tumefika unaweza kusema ama riziki yetu au ni bahati yetu, ni sawa tu. Hichi unachokiita bahati, unaamini nini kimewavutia hawa viongozi wakubwa kabisa wa chama cha Chadema kuja kwenye chama? Nachoweza kusema kwa hakika ni, ni kidogo cha Chaumma badala pengine kwenda kwenye vyama vingine kama uh, ACT Wazalendo ambacho kinazingatiwa kuwa cha pili kwa ukubwa nchini Tanzania. Kwa nini Chaumma? Wao wenyewe wanaamua, walikuja wali wakaomba katiba yetu, wakaenda wakaisoma yote, wakaelewa. Na hizo cho, hizo vyama vingine waliomba katiba zao, baada ya kuomba wakazisoma, basi baadaye wamerudi kwetu. Kuna vitu vimewavutia, wameona kwamba katiba yetu inazungumzia habari ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunaamini kwamba kuna Mungu bali la katiba na mambo mengine, lakini kuna Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hmm. wameamua wa wenyewe, waliomba kwamba sisi tunawafaa na siasa zetu ni za wa katikati tu. Tusa um, umetaja suala la katiba. Kilichowashangaza wengi ni kwamba hawa viongozi wa eh, waliokuwa viongozi wa CHADEMA walipohamia tu CHAUMMA chama chenu kimechukua hatua ya kuwakaribisha kwa mikono miwili na kuwapa nafasi za juu kabisa za uongozi. Kwa mfano aliyekuwa eh, naibu katibu mkuu wa CHADEMA Salum Mwalimu mmempandisha mara moja na kuwa katibu mkuu wa, wa, wa, wa chama. Mmezingatia kweli misingi ya katiba ya chama chenu? Yes, tumezingatia katiba yetu kama mtu amekuja na ana uwezo wa kutosha, anafaa kuwa katibu mkuu. Tumeona huyu mtu anafaa kuwa katibu mkuu, tumempa katibu mkuu. Na walificha kwanza, lakini baadaye mwisho wakatuambia, huyu si katibu mkuu wetu, atakuwa Salim Mwalimu. Tukaona Salim Mwalimu anatufaa kuwa katibu mkuu, na kwamba tunataka tuna mtu mwingine, tukamuuliza mwingine nani, akasema tuna tuna mtu ambaye atakuwa naibu katibu mkuu Kigaila, tukaona huyu ni mtu anatufaa na makamu mwenyekiti baada ya tukasema huyu ni mtu anatufaa pia. Mama makamu mwenyekiti, utakubaliana na mimi, hatua hizi ambazo nimezizungumza hapa na mwenyewe umezielezea ziliwakasirisha baadhi ya viongozi wa chama chako cha Chauma na wengine walitangaza ku, kuondoka. ha, Hamuoni haikuwa sawa kwamba watu wanakuja ghafla tu namna hapa nafasi za juu, ndio maana wengine wakaamua kuikimbia kukimbia Chauma? Aa, yule kijana ni mtu alishaondoka siku nyingi sana, alishajiondoa mwenyewe baada ya kwamba tumebadilisha nafasi zetu tuka-, sasa sisi tulikuwa tuna haja ya kumjibu kwa sababu yeye mwenyewe alishajitoa, mpaka alipokuwa anatafuta nafasi katika vyama vingine alikwenda kama amesema uongo fulani hivi, lakini yeye alishatoka siku nyingi, tangu mwezi wa ku-, mwezi wa kumi. Mimi namjua na ni mtu mmoja tu alikuwa pale, alikuwa naibu katibu mkuu, tukambadili tukampaka kazi nyingine, kwa sababu ya utendaji wake ulikuwa hauturidhishi. Bas, lakini watu wengine mimi sina hakika kama kuna mwingine amejitoa kwenye chama hmm. Uh, wimbi hili la wanasiasa hawa waliotoka Chadema ambao umewapokea limekuja vile vile na uh, kuleta umaarufu, nimesema kwenye swali langu la kwanza ikiwemo Chaumma sasa kufanya mikutano na ziara nchi nzima. Na wengi bila shaka naamini hata wewe umesikia, ndugurungu, wanauliza Chaumma, fedha mnatoa wapi? Watu gani wanauliza hivyo. Nitakupa mfano wa mwandishi mmoja wa habari nchini Tanzania, anaitwa Nestori ruta shubanyuma. Ameandika hivi karibuni makala yenye kichwa kinachosema utajiri mpya wa Chaumma wazua maswali kuhusu nani anakifadhili chama hichi. Anasema kwa mfano kwenye kwenye makala yake anashuku bila ushahidi, lakini kwa huenda chama tawala nchini Tanzania cha Mapinduzi kinawasaidia ili kuitikisa ngome ya chama kikuu cha upinzani cha Chadema. Unasemaje? Nadhani kama hiyo ni maneno ya sawasawa sawa, ni maneno ya waandishi wa habari wa ambao wameamua tu kusema hivyo, lakini tangu zamani sisi tulikuwa tunafanya mikutano mikutano yetu ilikuwa sawa sawa, tuna tu vyama vingine vya kawaida. Kwa hiyo sisi kuwa labda tumefanya mikutano tunaruka na helikopta, sasa ni mambo ya uamuzi tuliotokea kuamua hivyo, lakini kuwa na fedha ni swala la chama chenyewe kupata wafadhili wapya baada ya kuona ma, mabadiliko ma, ma, ya ya systemi ya kwa watu waliotoka CHADEMA wenyewe, wengine wamekuja na fedha. Kwa hiyo ndio unachokisema kwamba sasa CHAUMMA imepata fedha kutokana na hawa maafisa wapya? Kwa sababu nauliza, hivi miezi miwili tu iliyopita ulikuwa umehojiwa na kituo cha televisheni nchini Tanzania cha Clouds, na ulikaririwa ukisema kuwa chama chenu kimeshindwa hata kufanya mikutano muhimu ikiwemo mkutano mkuu wa CHAUMMA kwa sababu hamkuwa na fedha. Ukalalamika kuwa chama chenu hakina ruzuku na hamna fedha, lakini sasa mnazo, mnazunguka nchi nzima kwa helicopter, sio? Hiyo ni kweli kwamba sisi hatuna ruzuku, na kama una ruzuku lazima useme. Mi sina ruzuku, kwani sina ruzuku nitasema nina ruzuku. Lakini sasa hivi tumepata wafadhili, na wafadhili wa wanatusaidia kwa nini hamuoni uh, umuhimu wa kusimama na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha demokrasia na maendeleo chilima ambacho kimesema kinapinga mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu kwa sababu kinaamini hautakuwa huru na haki, na wanashinikiza kwa kudai mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Kwa nini CHAUMMA hiyo ni muhimu? Sisi tukisha saini fomu ya kwamba tuta, tutashiriki uchaguzi tarehe ile iliyopangwa, tena tukasaini, tumesaini, sasa tutashirikiana nao vipi? na hawa hawataki uchaguzi. Si tunataka uchaguzi? Kwa nini tuwadhulumu watu uchaguzi? Kwa nini, ukiacha kufanya vile ndo utapata uchaguzi? Serikali ndo itaamua kwanza, ifanye irudishe, iwafate CHADEMA wanavyotaka, si imeshakataa? Sisi wote tumekubali kwamba kama haitaki basi tutaendelea na huo uchaguzi, kwa sababu ukifanya uchaguzi kabla ya hapo tuna, na, tunaendelea na wao. CHADEMA wenyewe walikuwa wanapata wabunge mpaka wabunge sitini, wamepata sabini, themanini wakati huu una sheria hizo zo mbovu, na si tu sitaka hizo sheria mbovu natuzipate. Msimamo wa CHAUMMA ni upi? Wewe binafsi kwa mfano kiongozi wake unaamini kwa mifumo ya uchaguzi nchini Tanzania ni mibovu na inatakiwa kubadilishwa? Mfumo hupo mbovu mifumo, kuna sehemu nyingi nyingi tu za kubadili, lakini ausa kwamba tukatae uchaguzi. Hakuna mahali kumwambia ukatae uchaguzi, na uchaguzi wa nchi unatangazwa mwezi wa kumi matangazo tutafanyika uchaguzi mwezi wa kumi. Sasa tutakataa vipi? Na sheria katiba inasema mwezi wa kumi, sheria zinasema mwezi wa kumi. Sasa si tutakataa vipi? Chama kikuu cha upinzani katika vyama vyetu vyote hakina mandate ya kutolea maamuzi kwa vyama vingine. Chenyewe kinaongea kama chama tunasi, tunaongea kama chama chetu, tunamua maamuzi yetu. Katika historia ya Chama cha Ukombozi wa Umma hiki unachokiongoza hamjawahi kupata uh, nafasi yoyote ya ubunge wala kushinda kiti cha urais tangu mlipo kianzisha karibu miaka, zaidi ya miaka kumi iliyopita. Mnaona mna, mna, mnaweza kupata nafasi hiyo kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Mimi naona hapo umesema, sawa, hatujawahi kupata sisi nafasi, lakini ndo tunajaribu. Hata wao Chadema walikuwa hivyo hivyo, walikuwa wamekaa zaidi ya miaka kumi na na hakuwa wamepata chochote na mwisho akapata. Sasa kuna tofauti gani hapo? Mtu yote anaegombea uchaguzi ana matumaini hmm. Ana matumaini ema kupata au kukosa basi hmm. Unawaambia nini watanzania wanao kusikiliza sasa hivi kuhusiana na ajenda hasa ya CHAUMMA kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Kwanza, mtamsimamisha mgombea urais wa chama chenu kwenye uchaguzi ujao? Tunasimamisha mgombea urais Tanzania bara na Tanzania visiwa, tutamsimamisha na sera zenu zitabadilika mara hii? kwa kwa miaka karibu kumi iliyopita umekuwa unapigania mm -hmm. sera za za kijamii na ajenda yako kubwa ni kuwapelekea watanzania wote chakula, unasema unataka kuwapa ubwabwa. Eh, mi sera zetu ni zile zile tu za kuwapa watu chakula, watu wawe wa na shibe washibe alafu wa, tuwatume kazi, lakini sio wapelekea watu wa, cha, cha, cha, chakula wana wa, watoto wa shule watu wa hospitali wanashinda na njaa pale, wanalala na njaa, hawana mtu anawasaidia pale. Kwa hiyo sisi tunapigania hilo, sera yetu watu wapate chakula. Watoto wa shule, watoto wetu wanakwenda shule, hawana lolote wanalopata kule, wanabebeshwa begi kubwa limejaa madaftari, hakuna kitu chochote wanalopata wana, wanashinda na njaa mpaka saa kumi. Sasa hiyo sera ni sera yetu. E, mwisho kabisa na, nataka nikuulize kuhusiana na kesi inayomkabili mkabili kiongozi e, wa chama e, cha Demokrasia na Maendeleo, Tundulisu. Tumesikia wanasiasa wengine nje ya Chama cha Mapinduzi walikosoa miezi hivi karibuni, wakisema kesi hiyo ya uhaini imechochewa kisiasa na kutoa miito ya kutaka Tundulisu aachiwe. Wewe binafsi Hashim Rungwe, pengine na chama unachokiongoza, mnaamini nini kuhusu kesi na mkabili Tundulisu? kama kesi zinazokabili watu wengine, huyo ana kesi ya uhaini, na watu wengine wanaweza kupata kesi za uhaini, wanasiasa ambao na wengine wasio wanasiasa. Kwa hiyo si, tunaamini kwamba haki tatendeka mahakamani huko, hatuwezi hmm, kuizungumzia kesi ambayo iko mahakamani sasa hivi. Na, na haya ma, madai ya, ya kwamba ni kesi iliochochewa kisiasa, nyinyi hamyaoni ham kwa kwa mwelekeo huo? Mimi si, nasema hivi, hiyo ni kesi iko mahakamani na kesi ikiwa mahakamani na kwa mujibu wa sheria haizungumzio nje. Ni kesi inayoachiwa mahakama maka, ita hukumu yenyewe huku, lakini sisi wananchi huku tunakaa tunaangalia tu vipi mahakama inamwaje. Ndugu Hashim Rungwe, mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma cha nchini Tanzania, shukrani sana kwa kuzungumza nasi kwenye kui kinagaubaga. Amina sana, shukrani sana nye.